Jambo kwa kwa ni kwamba imetumika kwa kama amri kuja kuvunja na upimaji wao, mimi mwenyewe siitambui wala kilichoenea sielewi. Binafsi yangu inaniuma kwa kitendo ita kwa wananchi wangu. Labda tu nitoe rai, hata katika maeneo mengine katika manispaa ya Tabora wale ambao Wako kwenye maji mazi, wako kwenye viwanja vya serikali kinyume na utaratibu ni vema wakaondoka na wale ambao wako kwenye maeneo ya wazi wameingia tu, ni bora wakaondoka. Uh, eh, tahadhari zote tumechukua. Kwanza, hairuhusiwi kujenga mahali popote ambapo sio surveyed na sio mali yako, na kitu kingine ni kwamba lazima uwe na building permit. Sasa wote hawa hawakuwa na vitu vyote hivyo.